Wahenga walisema majuto ni mjukuu, na hii ni baada ya Asha kufanya ngono zembe alipotoka klabu. Hofu na mashaka vimemtanda juu ya usalama wa afya yake. Je, ni wapi atapata majibu? Ah, ila besti wa karibu huwa hakosekani. Zainab ni rafiki yake Asha ambaye anampatia njia itakayoweza kumpa majibu juu ya afya yake. Msiri, mshauri wa kitaalamu, upatikana wakati wote na kwenye WhatsApp yako. Wewe pia unaweza kutumia njia hii kupata taarifa sahihi juu ya namna ya kujikinga, kupima na kupata ushauri kuhusu virusi vya Ukimwi. Sasa unaweza kuchat na MyWangu kwa WhatsApp upitia namba sifuri saba nne mbili nane sifuri sifuri sifuri mbili tatu. MyWangu hakuchoreshi.